Fahamu ukweli kuhusiana na video inayosambaa ikimwonyesha anayejitambulisha kuwa ni askari wa jeshi la wananchi wa Tanzania, JWTZ, kwa jina la Capteni Tesha. Sasa Tanzania leo imezuka taharuki kubwa baada ya kusambaa kwa kasi video ya anaitwaje kuwa ni capteni wa jeshi la wananchi wa Tanzania, JWTZ. Video hii sio ya uhalisia na ametumia matumizi makubwa ya teknolojia maarufu ya akili mnemba AI ili kutengeneza uhalisia wa kupotosha jamii. Lengo la kusambaza video hii ni kuchochea chuki na hasira kwa wananchi dhidi ya serikali kuu. Na ukitazama kamanda huyo amezungumza mengi na kuhamasisha wananchi wajitokeze ili kukomboa nchi yao kwanza, uh, kwa maandamano uh, na kuwa jeshi lipo bega kwa bega pamoja nao na wasiogope. Sasa video hii uh, watu wengi wamekuwa wakihisi kuwa ni ya kweli na nini na vitu kama hivyo. Nataka nikupe darasa namna ambavyo, uh, AI ama akili mnemba inavyoweza, uh, kubadilisha ama kutengeneza video ya uongo ya kiasi hiki. Sasa jinsi AI inavyoweza kupotosha video, kwanza inaweza kubadilisha uso, yani face swap. AI inaweza kubadilisha uso wa mtu kwenye video na kuweka uso wa mtu mwingine kwa usahihi wa hali ya juu. Inaweza pia kubadilisha sauti, teknolojia ya voice cloning inaweza kuunda sauti inayofanana kabisa na ya mtu halisi, so ujamaa angetaka hata kutumia sauti ya mkuu wa majeshi pia angeweza. Uhalili wa maneno, AI inaweza kufanya mtu uh, kwenye video anaonekana akisema kitu ambacho hakusema kweli, yeah. lakini pia kuboresha au kuchanganya picha E, AI inaweza kuchanganya picha kama vile kukata kwenye video halisi na bandia na kuongeza matukio ambayo hayakuwepo kwenye uh, video husika. Uh, sasa, hatari zake kupotosha umma kama hivi ambavyo imepotosha, ni propaganda, uh, disinformation. Sasa, ulaghai uh, fraud mfano hutumia video bandia uh, kuomba pesa kuharibu heshima ya watu defamation kutumia uh, kutumika kisiasa au kijamii vibaya kama hivyo ambavyo ujamaa ambaye amemtengeneza uh, Tesha amefanya. Njia za kujilinda nazo zipo pia na unatakiwa kuangalia chanzo cha video yako, ikiwa imetoka kwenye akaunti rasmi na uh, ya watu ambao wanafahamika na watu ambao wanaaminika. Tumia tools za kudhibitisha ukweli kama InVID na Google uh, revise image searches, inaweza kukupa Uhalisia. Ukitazama video hii ukipeleka kwenye Google reverse image search, haikupi uh, uhalisia uh, wa picha hiyo. Lakini kuwa makini na video zinazohamasisha hisia kali sana, mara nyingi hizo ndizo bandia kama hii ambayo umeitazama hapa. Sawa, eh, huu ndio kweli ambao watu wengi hawafahamu kuhusiana na video hii au jamaa ambaye anajifanana anasema yeye kuwa ni afande. So ukitaka uh, take kama hizi pia endelea kufuatilia uh, M-Media.